Ni msimu mpya wa kilimo kwa mkoa wa Singida ambao mara zote huanza mwezi Novemba kila mwaka. Je, wakazi hawa wanasemaje juu ya msimu mpya wa kilimo? Tunahitaji mbegu, tunahitaji mbolea, na hivi sasa mbolea zipo, tumeshapata. Angalau tumepata baadhi kidogo, mbegu naye tumeshapata. Sasa hivi tunajiandaa na tumesubiria vizuri mvua ikinyesha tuanze kazi. Nimeandaa mashamba ya mahindi kama heka tatu, lakini alizeti ninaye kama heka moja. Najua hipo yeah, nimejianda yeah. Kwa jamaa tayari mbegu ya alizeti ilishakuwa nayo hapa, nikuja tu kutafuta mbolea maana mbegu tayari ishanunua. Mashamba tumesha tengeneza na mbegu tumesha nunua kama vile mifuko miwili ya kutangulia alizeti nyumbani ninayo, ila mbolea bado sijapata, bado naangalia utaratibu. Lakini pia tumewatafuta wadau wa kilimo, nao pia wanazungumza juu ya msimu huu mpya wa kilimo. Kupitia mradi huu tumefanya kazi ya kuanzisha mashamba darasa, na kiukweli tumekuwa kichocheo cha wakulima kufa, a, kuzalisha zao la alizeti, kupima afya ya udongo kwa kila kijiji kwa kiasi cha sampuli elfu moja kwa mwaka lengo ni kuhakikisha wakulima wanatumia mbolea sahihi ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Kwa upande wa serikali nao wamezungumza kwa uzuri kabisa juu ya msimu huu wa kilimo kwa mkoa wa Singida. Msimu umetutupa mkono, muda umewadia, muda umefika. Tukiletewa pembejeo hizi mwezi wa kumi na mbili, wengine watakuwa umechelewa wa pembejeo hizi ziingie mapema, wenzetu maafisa ugani husimama katika nafasi zao kutuwezesha na kutuelimisha ni namna gani wilaya yetu ya Mkalama inawe, inaweza ikatumia pembejeo tulizo nazo kuendana na hali ya risi ya wilaya yetu. Mkoa wa Singida kwa upande wa msimu wa kilimo ya kila mwaka huanza mwezi Novemba kuendelea hadi mwezi Januari ambapo kipindi chote hicho kuna kauli yao inayosema jembe la kwanza.